Siku ya leo uh, tunajaribu pia kusherehekea World Cerebral Palsy Day ambayo imekuwa mwezi wa sita, na kupitia kwa kikundi cha Kisea tumekuwa na u, u, u, utangamano wa wazazi wenye wako nao watoto na walemavu wengine wakuje pamoja waweze kupata kujua masuala ya moja na moja ama mbili chinzi ya kukaa na hawa watoto, na pia sisi tunaelewa hii ni hali mojawapo hali moja ambapo uo inakuwa na lot of stigmatization ama unyanyapaa katika community. Utaweza pata wakitangamana kama siku ya leo, wanajua kuelewa kwamba oh, kumbe mimi si peke yangu, niko na hii hali, niko na jirani pia kuna hiyo hali. Na kwa hivyo wakishajua na wakiita madaktari kama sisi pia, tunaweza kuhamasisha zile vitu ambazo wanaweza fanya wakiwa wapi pale nyumbani na watoto. So pia kupitia kwa media tunashukuru manake ujumbe wengine wakishaona wana, wanajua kazi yenye kisaa inafanya wakiungana na other stakeholders, kama madaktari, walimu, ma engineers na yote, ni lengo ya kusaidia hawa watu wapate pia kupata kuelewa kwamba community inawajali. Kama kikundi tumekuwa na mikutano ya kila mwaka tarehe kumi mwezi wa kumi, e, kuweza kusaidia katika jamii wale ambao wana matatizo ya funza ambayo pia ni tatizo kubwa sana la mazingira na hata pia kuna wale ambao watu wana ulemavu na watoto ambao pia wana ulemavu. Hawa wote tunapokutana siku hii ya leo huwa tunawapa vitu kama blanketi eh, kwa sababu ya eh, baridi usiku eh, suka na hata pia sabuni eh, ili kuweza kuboresha hali ya mazingira na saidi sana pia tuna, huwa tunafanya kazi pamoja na Wizara ya Afya e, na pia uh, physiotherapists ambao pia huwa tunafanya nao, na hivyo ndio sababu ya leo kukutana e, hapa leo hii area Stabicha tumefanya kazi ya kuweza kuwatibu wale ambao wanafunza na pia wale ambao wamekuja kwa ajili ya matatizo mbalimbali mbali. Kwa hii siku ya leo ili tuweze kuchumuika pamoja na wao. Mara nyingi watoto ambao wako na upungufu ni kama mziko kwa mama, na mara nyingi huwa tunahimiza wamama ya kwamba wajaribu wapende hawa watoto ili hawa watoto waishi maisha kama watu wengine. Jambo la pili, leo ni siku ya mazingira, na huwa tunajaribu kuwahimiza wamama ya kwamba pahali ambapo wanaishi pawe pahali pasafi, ili hawa watoto wetu wasipatikane na funza kwa... What I can advise the community ni ya kwamba una wale ambao wazazi wawao watoto wanaokopa wana kukuja hadharani ili watoto wao watibiwe. So I just want to give a guideline, niwambie namna ya, ku, ya kutreat hizo kas ukiwa nyumbani. One, hydrogen peroxide ni shilingi karibu 90 isni peke yake. Ukiwa na hydrogen peroxide uwe na mafuta ya ng'ombe alafu na, na maji utakuwa ni kama umemaliza unachukua hayo maji aja, alafu unaongeza nini? Hydrogen peroxide, Hydrogen peroxide, chupa moja, alafu unaosha miguu ya yule ambaye ameadhiriwa ameathiriwa unaweka ndani, ukiweka ndani inakaa for 20 minutes. Wakati ambapo inakaa for 20 minutes, within that duration hao funza wenye wako ndani wanafanya nini? Wanasuffocate wana alafu wanakufia hapo ndani, ukikufia so hapo ndani Wakati ambapo within that range, unatoa na unafanya nini? Unapanguza vizuri, you dry using a rack ama ta towel, after drying then una apply una apply jelly mafuta ya ng'ombe.